Chakutuma ja inisina ila damu yako Bwana, wema wako wanitosha sisi moye oye Alusha oye, hebu nione shangwe ya jiji la Alusha. Hebu nione furaha ya kumkaribisha Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkoa wa Arusha. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Daktari Samia Suluhu Hassan, na mgombea wa tiketi ya urais, nafasi ya urais kwa tiketi ya chama chetu, waheshimiwa wote meza kuu, tukiongozwa na katibu mkuu wetu waratibu wetu, makamu wetu mstaafu, pamoja na wapendwa wote mlioko katika viwanja vyetu, asalamu as alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Niliko mbele yenu, naitwa Paul Christian Makonda, mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Arusha mjini. Kipekee nianze kumshukuru Mungu na kumshukuru sana mwenyekiti wetu wa chama. Kwa nyakati tofauti amenipa heshima na upendeleo mbele za macho ya wa wanadamu na mbele za macho ya Mungu kwa kulipa nafasi za kuwa mtumishi katika nafasi ya uenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa, katika nafasi ya ukuu wa mkoa mkoa huu wa Arusha na hatimaye kusimamia vikao nami jina langu likarejeshwa na, na nikapigiwa kura nyingi, asilimia tisini na saba pointi sita tatu katika kura za maoni kwenye jimbo letu la Usha Mjini. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na kushukuru sana wewe, ni mama mwema sana si tu kwamba umesimamia vikao si tu kwamba umeniteua kwenye nafasi mbalimbali mbali. Lakini bali umeendelea kutulea kama vijana na watoto wako. Mungu wa mbinguni akulinde na akutunze. Mheshimiwa mgombea wetu katika nafasi ya ukuu wa mkoa ulionipa, nilifanya kazi katika mkoa huu kwa mwaka mmoja, ziko alama, ziko kazi, uko uaminifu wa wako na maelekezo ulionituma katika mkoa huu na hatimaye kila wilaya kuna alama ya kazi ya mikono yako. Muda ungekuwa na tosha, ningesema lakini, umetuwezesha arusha mjini, umepanua airport yetu, na sasa kwa maelekezo yako Daktari Samia Suluhu Hassani, airport ya Arusha Kisongo. Tunazo ndege ndogo zinazotoka hapa kwenda Nairobi, Nairobi kuja hapa Arusha mjini. Na hiyo ni dalili njema ya kauli yako ya kufungua mji, ya kufungua mkoa na kufungua nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mgombea, hapa katika jimbo la Arusha mjini kazi uliyoifanya, umefanya kazi iliyokwama kwa miaka mingi. Kwa maelekezo yako ndani ya mwaka huu tunayo miradi yenye takriban ya thamani ya bilioni sitini na nne ambayo wewe umeelekeza na sasa inatekelezwa katika jimbo la Arusha mjini. Tulikuwa na ugonjwa wa stendi, watu wako nalia stendi. Naomba kuutaarifu mheshimiwa mgombea wetu, ya kwamba stendi ya mkoa wa Arusha kupitia jimbo la Arusha sasa inajengwa. Jimbo hili tulikuwa tuna soko Mheshimiwa mgombea wetu, watu walikuwa wanaenda Kilombero wamevaa mabuti kama vile wanaenda kwenye majaruba, lakini kwa maelekezo yako sasa hivi soko linajengwa Arusha. Oye! niseme nisiseme? wangapi wanataka Makonda aendelee kunguruma? Mheshimiwa, hizo zote ni kula zako, Mheshimiwa wa mgombea wetu wa nafasi ya urais. Tulikuwa na changamoto kubwa katika jimbo letu la Arusha, changamoto ya umeme, umeelekeza tupate umeme wa lea. Hivi navyoongea, watu wanaendelea kuunganishwa umeme kwa shilingi elfu ishirini na saba. Mheshimiwa mgombea wetu, kulikuwa na changamoto ya afya, kulikuwa na changamoto ya miundombinu ya elimu, kote huko umefanya. Kwa kweli kama kuna kula utazipata nyingi Utazipata hapa katika jimbo la Arusha. Naomba kutumia hahara hii kuwaomba na kuwauliza wana Arusha wangapi tarehe ishirini na tisa tutaongozana kwenda kumpigia kula Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais na mgombea wetu. Ninayo mambo matatu tu ambayo haya naomba kuyaomba tu. La kwanza mkoa wetu na jimbo letu ile Arusha, unaona, wote hao mheshimiwa, ni wajanja. Wote hao wanaijua pesa, kwa kuwa wanaijua pesa na wewe umefungua fursa kupitia utalii, hawa wote na wengine sasa hivi wanaangalia kwenye round about ya Florida, wengine wanakuangalia kwenye round about ya Impala, wengine wanakuangalia kwenye round about ya Clock Tower, wote wanakwenda kukupigia kula wewe. Lakini maombi yetu mheshimiwa, ni matatu. La kwanza na kuomba barabara, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mgombea, utakapoapishwa naomba tukumbuke Arusha jiji, barabara, barabara za kwenda sokoni wani, barabara za kwenda Mulieti, barabara za kwenda Tareti, barabara za kwenda Mshono, barabara za kupita Sakina, barabara za kwenda Baraa, barabara za kwenda kwenye kila kona ikiwemo na Ulasite ili tuendelee kuwahudumia wageni wetu vizuri. La pili, Mheshimiwa mgombea utakaposhinda na ili wala sina shaka nalo tunakuomba sana sana sana uikumbuke Arusha ya viwanda. Vijana wa mkoa wa Arusha ni wachapakazi. Vijana wa jimbo la Arusha ni wachapakazi tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa uturejeshe viwanda mheshimiwa. Tukwaje naotaya hapa, mzee Kinana hapa, Aisha alikuwa mbunge hapa, na mimi najivunia sana. Ukipanda nafasi ya wazee waliotangulia wakashika hapa, na mimi na uwezo wa kujitabiria mheshimiwa, nitaenda mbali. Kama kuna mzee Kinana alichomoka hapa akafanya kazi nzuri, lakini naye kaka yangu hapa Felix, yuko wapi? Amekuwa mbunge hapa miaka kumi na tano, lakini wako wengi wamefanya kazi nzuri hapa. Mheshimiwa Rais, viwanda, ninajua kwenye ilani unao mpango wa kuhakikisha kila eneo anapata viwanda. Tunaomba general taya mheshimiwa ifufuke ili Arusha tutengeneze matairi yatokee hapa. Na mwisho, Mheshimiwa mgombea, kwenye hili jimbo ndio tunawakilisha mkoa. Nimeongozana na wazee wangu malegwanani, naomba wasimame tu wamwaone, lakini pia nimekuja na washiri Mheshimiwa mgombea wa nafasi ya urais, hata hawa wabunge unaoona hapa wa majimbo katika huu mkoa wote ni wakazi wa jimbo la hapa Arusha mjini. Kwa hiyo nimeongozana pia na washiri, lakini pia nimeongozana viongozi wote wa kiroho wako hapa. Naomba viongozi wangu wa kiroho msimame, wako mitume na manabii wako walimu, wako maimamu wote hawa nimewatembelea, Mheshimiwa mgombea wetu Daktari Samia, wamenihakikishia tarehe ishirini na tisa wanatiki kwako, wanatiki kwa wabunge wa CCM na wanatiki kwa madiwani wa chama cha mapinduzi. Ninapoondoka kwenye hili jukwaa, yako maneno ya kukatisha tamaa yako maneno ya kuvunja moyo, na wakati mwingine yanaweza kukufanya ukahisi kama vile Mungu amekuacha. Naomba nikuhakikishie umekaa kwenye hicho kiti kwa mapenzi ya Mungu, na Mungu atakupa Tanzania tena kwa miaka mitano. Sisi hao wote wanatuona hapa tumesimama kumshuhudia Mungu ya kwamba atakupa tena tarehe ishirini na tisa kurudi Ikulu. Nenda Mheshimiwa Rais ukaifanya hii kazi na usiogope, na nimefurahi sana. Naomba nikupongeze Mheshimiwa mgombea wetu, nimefurahi sana, unazunguka mwenyewe, unatafuta kula mwenyewe, unaomba wananchi wakupigie kula wewe mwenyewe, hauna godfather. Godfather wako ni hawa wapiga kura. Asante sana na karibu tena Arusha.